Spika wa bunge la Estonia Eiki Nesto amewashauri wanasiasa nchini kuwa wakweli na kufanya kazi kwa ukaribu na wapiga kura wao hata pale uchaguzi unapokwisha kwa kuwa dunia ya sasa imebadilika, kwani wapiga kura na wanasiasa wanapigana kwa kutumia taarifa na wala sio bunduki tena. Nesto ameyasema hayo mjini Tallinn alipokutana na ujumbe wa wanahabari kutoka nchini Tanzania waliotembelea bunge la Estonia na kuongeza kuwa ni vizuri wanasiasa wakashirikisha wapiga kura wao kwenye shughuli zote za kiuchumi ili kuharakisha maendeleo katika maeneo yao. Mwandishi wetu Zuhura Mtatifikolo ambaye yuko mjini Tallinn nchini Estonia ametutumia taarifa ifuatayo. Waandishi wa habari wa Tanzania walio katika ziara ya mafunzo nchini Estonia wametembelea bunge la nchi hiyo maarufu kama Riigikogu na kupata maelezo jinsi linavyoendesha shughuli zake na muundo wa bunge hilo ambalo lina mawaziri kumi na watano wa bunge mia moja na mmoja ambao ndio hupiga kura za kumchagua rais wa nchi hiyo na spika wa bunge hilo. Wakiwa ndani ya jengo hili la bunge, waandishi hawa wakapata fursa ya kukutana na spika wa bunge hili Eiki Nestori. Katika mazungumzo na wanahabari hawa, Spika Nestori amewashauri wanasiasa nchini kuhimiza demokrasia, jamii yenye uwazi na kuwashirikisha wananchi katika shughuli zote. Be proud, honest. Serve your voters. What more? Be democratic one. Try to cooperate, uh, work with your voters all these four, five years.

Nestori pia amevishauri vyama vya siasa kuacha tofauti zao na kuweka mbele maslahi ya nchi vinapojadili mambo yanayohusu maendeleo ya wananchi wao huku akitolea mfano bunge la nchi hiyo. So you must all the time keep it on mind that there is a coalition opposition but because they both get their votes from the voters they both must have their opportunity to say to vote to organize but for another hand

Nikiripoti kutoka katika mji wa Tallinn nchini Estonia, mimi ni Zuhura Mtatifikolo wa TBC.